Eneo hili la pwani ya bahari ya Hindi. Je, nikikwambia eneo hili lilikuwa jangwa miaka kumi iliyopita utaniamini? Kwa hiyo eneo hili lilipandwa na kundi moja la kina mama liitwa Local Group kwa kushirikiana na Aquafarm. kwa hiyo tukaweza kupanda ile eneo, nafikiri sasa hivi unaliona lilivyo. Kwa hiyo tuna picha za 2017 ambazo ni hizi, zilikuwa tunaangalia ile eneo na kuweza kuangalia tutafanyaje, na 2025 a25 nafikiri unaliona, na waona wale kina dada wale wako famu, nafikiri na, na sisi wenyewe unatuona pale tupo. Bahari inayounda takriban robo tatu ya eneo la uso wa dunia imekuwa ni moja ya alama muhimu zinazoshuhudia uharibifu mkubwa unaoendelea kujitokeza kwa sasa duniani. Kuongezeka kwa, kwa joto la bahari, kuongezeka kwa, kwa tindikali ya bahari, uharibifu wa matumbawe na hata uchafuzi wa plastiki baharini unaonekana kuwa kikwazo kwa, kwa maendeleo ya maisha chini ya bahari. Ripoti ya mwaka 2024 ya shirika la mpango wa mazingira la Umoja wa Mataifa UNEP inaonyesha kuwa mpaka kufikia mwaka 2023 kiwango cha hewa ukaa duniani kimepanda na kufikia gigatoni 57.1 za carbon dioxide, na ili kufikia lengo la joto la dunia kutokuzidi nyuzi joto 1.5 za Celsius, dunia inapaswa kupunguza uzalishaji wa gesi chafu kwa asilimia 42 ifikapo mwaka 2030. Ni vipi dunia itafikia hilo kupitia ugharibifu huu mkubwa unaotokea baharini? Takwimu za utafiti wa UNEP na WCMC umebaini kuwa asilimia kubwa ya spishi zinazohusiana na mikoko ziko hatarini kutoweka, hali inayotishia bioanuai ya bahari. Lakini najiuliza, uhai wa bahari utakuwa vipi bila mikoko? Bahari ina uhitaji mkubwa sana wa mikoko kwa sababu mikoko ni mapafu ya dunia. Ni kutamani na mimi kujulikana kwamba huyu ni mhifadhi mazingira. Hapa ni Kunduchi, Dar es Salaam. Katika hali ya kushangaza na kuvutia mno na kutana na msitu mkubwa wa mikoko misitu ya mikoko katika kata ya Kunduchi inakadiriwa kuchukua zaidi ya ekari elfu moja na mia mbili za uhifadhi, ikijumuisha aina saba tofauti ya miti ya mikoko. Msitu huu unatazamwa kama moja ya urithi mkubwa wa wakazi wengi wa eneo hili. Hamisi Mohamed Yahaya maarufu kama Kapteni Marekani ni mtunzaji mkuu wa misitu hii ya mikoko iliyoko Kunduchi, kupitia kikundi cha mikoko yetu mwaka kitu elfu mbili hivi nilienda Kilwa. Nilipokwenda nikakuta ule msitu umekatwa wote. Nilienda kuvua siku mzima sikupata samaki kwenye ule mto, nikajiuliza kwanini, kwa nini sikupata samaki. Nikagundua kwamba hii miti ndio ilikuwa kishawishi cha kuwepo samaki kwenye ule mto. Nilivyorudi huku na kwa sababu niliona ile hali nayo huku anakata miti nikajiingiza moja kwa moja katika harakati za kutunzaji wa huu msitu. Mi ni mvuvi, nilikuwa naenda baharini kwa sababu mi ni katibu wa doria ya BMU. Kwa hiyo ilikuwa ni kawaida yangu nikishatoka baharini kufanya survey huko kwenye huu msitu, nikikutana na watu wanakata, nawaelimisha, jamani, hii miti, miti tunavyokata kutatokea hivi kutatokea hivi kwa hiyo shughuli zangu kwa sasa hivi asilimia 99 zipo kwenye huu msitu. Kwa hiyo nikiamka asubuhi, mimi niko pale, napanda miti na Ijumaa nakuwa niko hapa na wa vijana napanda miti. Kwa hiyo kila siku mimi utanikuta kwenye huu msitu. Wakazi wa Kunduchi walikuwa wakitumia msitu huu kama chanzo kikuu cha mapato na kuingiza fedha kwa kukata kuni, miti ya mbao na kujenga nyumba kadhalika, wengine wakitengeneza mashua ndogo kupitia miti ya mikoko iliyopo hapa. Hamisi anaeleza shughuli hii mara kadhaa ilimuweka mbali na jamii yake. Mara ya kwanza tulikuwa tunaonekana wabaya, kwa sababu ujue, shughuli zile za ukataji wa mikoko watu zilikuwa zinawapatia kipato, kwa hiyo ukimwambia usifanye hiki umemkatisha ugali wake, inakuwa ni shughuli pevu. Kwa hiyo alikuwa wabaya wabaya, wabaya. Mwaka 2023 mambo yalianza kubadilika baada ya shirika lisilo la kiserikali linaloshughulikia ustawi wa uchumi wa buluu maisha chini ya bahari na usalama wa chakula Aquafarm Organization kuanzisha mradi wa ufugaji nyuki katika mikoko hii. uunguaji mkono kwa kwa wa kwanza tunaopata kwa Aquafarm Organization, wao ni wadau wetu wakubwa. Kwa hiyo kila siku tuko nao, kila linapotokea tuko nao, na mpaka sasa hivi tunaendelea kupanda miti na kuelimisha jamii umuhimu wa huu msitu, kwa sababu jamii wengi hawafahamu mikoko ni kitu gani, kwa sababu kila wanapokutana na sisi, wanavyokaa na sisi, nafikiri umeona mazingira ulivyokuja, kule umenikuta na watu wamekaa, na hapa umenikuta, umewakuta watu wamekaa. Kwa hiyo hawa wanapokaa tunawelewesha Tunavyoelewesha hawa na yeye akikutana mwenzake anamwelewesha, bwana, usikate mkoko, mkoko kazi yake kubwa hii na hii na hii. Umeona asilimia kidogo wanatuelewa zaidi, umeona. Na baada ya kuvuna ile asali tukawapelekea na tukawaambia, asali ya mikoko ni asali namba moja kabisa duniani, hakuna asali bora kama hii. Kwa hiyo wanaelewa walivyokula ile asali, kila mmoja, bwana ukivuna, mimi nataka nataka, wanaanza kuelewa. Alex Mafuru ni mratibu wa mradi wa mkoko kutoka shirika la Aquafarm Organization anaeleza namna walivyoanzisha mradi huu katika eneo la Kunduchi Dar es Salaam. Huu mradi wa Blue Carbon ulianza mwaka 2017 kwa jitihada za kupanda mikoko kwanza kwa kushirikisha jamii hapa Kunduchi na ilivyofika mwaka 2023 ndio tukaanza mchakato wa kusajili mradi wa Blue Carbon katika uh, mashirika yale ya kimataifa. Ukiachana na hiyo, tunakuja na ile njia mbadala ya kujipatia kipato ambayo ni kama vile jitihada za ufugaji nyuki katika msitu huu wa mikoko kwa malengo ya kuipatia jamii kipato na kazi ya kufanya ambayo niseme ni, ni, ni kazi halali na ambayo haiathiri mazingira. So tumekuwa tukikutana wadau wa kiserikali mashirika ya kiserikali lakini na sisi hakufahamu pamoja na jamii yenyewe kama jamii ili kuhakikisha uwazi unakuwepo. Bakari Saidi na Ramadhan Wimbi ni wakazi wa Kunduchi ambao shughuli zao kuu ni uvuvi, wakiwa miongoni mwa watu wa mwanzo kabisa kuhamasika na utunzaji wa mazingira baada ya kutambua faida na tija inayopatikana kutokana na uhifadhi wa mazingira ya bahari. Harakati nimezianza zamani, lakini ilikuwa bado sijajisajili. Kisawa sawa kwa sababu ilikuwa siamini kama inaweza kumletea mtu maendeleo fulani, hakuna mwenye mwamko huo. Na ukishakuwa mtu na familia, hautaenda kufanya kazi ambayo kwa hautegemei kuvuna chochote. Kwa hiyo ndio unakwenda baharini na unavua, lakini pia huku pia nako, hii ni kazi yako hata ya baadaye ya kuja kukusaidia, kwamba kama hivyo ndo tunajishirikisha na ufukaji wa nyuki sometime, au si ndio bwana? Walipokuja ndugu zetu wataalamu, baada ya kutupa mwamko na kutuhamasisha, ndugu yetu mwenyekiti wetu hapa akazidi kutupa mwamko zaidi. Ikabidi na sisi tukapata changamoto, tukapata mwamko ndani ya moyo, tukaona na sisi kwa nini sasa na sisi tusiweke. Na wakati na vitu ni tunaviweza, kwa tukesha rudi baharini, unaweza ukatumia muda wa kwenda nyumbani, lakini ukapata muda vile vile ukaja ukaweka miche japo thalathini au arobaini. Kwao utunzaji wa mazingira ni matokeo ya kuyapenda na kuhitaji kuacha alama njema katika kulinda fukwe hizi za bahari ya Hindi. Kilichonigusia zaidi ni kutamani na mimi kujulikana kwamba huyu ni mhifadhi mazingira, kwamba kile pia kilinifanya niweze kufanya huu mradi, na najua pia unapofanya kitu unategemea kupata kitu, hata kama sio kwa pale pale, hata kama ni baadaye. Pia nina imani ya kuotesha miti na kupandikiza mpaka kesho kwa ajili ya kupata hewa ambayo kuwa iko thabiti, sio peke kwa jamii yangu peke yangu na jamii ambayo kuwa inatufuatilia pia pembeni yake. Mimi nimejitolea tu mimi mwenyewe kwa dhati ya moyo wangu, naweza kutumia kama muda wa masaa manne mpaka matano. Siku nyingine kama sina shughuli yoyote ya unaweza kunikuta kuanzia asubuhi hapa hadi jioni. Kuna watu ambao kuwa hata ukamwambia, bwana, huu mti unakusaidia kwa hivi kwa hivi, hawezi kukuelewa, kwa sababu yeye unamsaidia kimanufaa yake binafsi, ambayo kuwa anaupendelea kuukata na kwenda ai za kutengeneza kuni au hata kujengea pia, kwa sababu unaweza kuikuta mingine, unaweza kujengea hata nyumba hata banda, ukakaa kwa wanajamii wengine hapa Kunduchi. Watazama watu wanaofanya shughuli hii ya utunzaji wa mikoko kama waliopoteza au kukosa kazi, na wengine wakiwaona kama mashujaa wa kweli wanaopambania maisha ya sasa na kizazi kijacho. Ninapokwenda kazini, ninavyorudi, ninahudumikia na ninavyokuwepo hapa, ndo maana ukawa unakuja huku. Ukija muda wote huku, huwezi kukosa hata mdao mmoja wa huu msitu, japo wengine wananiona kwa yule jamaa akishakosa kazi, kwa hiyo ndo kenda kule. Na mwingine atasema, ah, yule bwana kaona muda anao kwa hiyo kaona bora ashirikiane na wenzie ah, wanajamii kama unavyojua, kwa sababu mwingine atakuona huna kazi, mwingine atakuona unanufaika. Umenielewa? Kwa hiyo kila mtu anakuwa na maono yake, hamwezi kuwa kitu kimoja nyote. Eneo hili la pwani limekuwa makao kwa kina mama na vijana wanaofanya biashara mbalimbali. Kwao si tu eneo la bahari bali tunu inayong'arisha maisha yao kila kukicha na kurithishwa vizazi na vizazi. Mazingira ya hapa tofauti na mazingira ya juu. Kwanza, mmoja mtu akija, lazima atashangaa watu wanakaa karibu na maji kama hivyo, kuna njia za maji, huo mto, sehemu nyingine hakuna. Hiyo pia ni kivutio kimoja, hapo mtu akija ana enjoy. Kwa peke yake tuna kwa sababu tunanua vitu fresh ambavyo havijakuwa kwenye freezer. Yaani, hilo hasa labda mimi naloliona, kumbe tunanua kitu kutoka kwa mvuvi ni cha leo leo. Mikoko hii tunaitazama kwa jicho moja, kwa sababu tokea hapo zamani mabagu zetu walituhusia sana, tumewakuta wao wanaitunza mikoko na sisi tunaitunza, ndo kama hivi leo mvua ingine nataj... zimenyesha, wengine atakuja mabandani hapa. Bali ni kama mtaji wetu au ndo ofisi yetu, maanake ukiangalia katika kata ya Kunduchi kwanzia watu wa Mtongani Tegeta mpaka labda tuseme wa Pikondo, si wengi wanategemea Kunduchi Ukitaka uone bahari ya Kunduchi inasaidia watu wengi kuanzia di vijiji vya jirani, weye ifunge hii bandari. Hamisi na kikundi cha mikoko yetu wanaona fahari kuwa hapa na kwao, wanaiomba jamii ya Kunduchi na Tanzania nzima kuelewa na kuunga mkono juhudi hizi ambazo wanazifanya katika kulinda ustawi wa bahari. Mimi jamii naomba iungane nami katika utunzaji wa mikoko au msitu wa mikoko kwa sababu mikoko ni mapafu ya dunia. Endapo tukilinda mkoko, tutalinda maisha ya binadamu pamoja na viumbe vya baharini. Katika kuadhimisha siku ya mama dunia, tunakumbushwa kuwa uhai wa sayari unategemea afya mifumo ya ikolojia. Jamii za utunzaji wa mikoko zimechangia kwa kurejesha mazingira, kupambana na mabadiliko ya tabia nchi na kulinda bioanuai. Upekee na uzuri wa eneo hili unaonesha nguvu ya pamoja kati ya jamii na mashirika yasiyo ya kiserikali katika kulinda dunia. Bila shaka, umejifunza na umeona namna jamii zinavyoweza kuwa sehemu ya mabadiliko na mageuzi chanya ili kuleta mustakabali na kuifanya dunia kuwa sehemu salama ya kuishi.